Kenya na Senegal zimetia saini makubaliano ya pamoja ambayo yataruhusu raia wa nchi hizi mbili kusafiri mataifa hayo bila visa. Mkataba huo ulitiwa saini leo katika ikulu ya Nairobi. Katika ziara rasmi ya Rais wa Senegal, Diomaye Faye nchini Kenya, mataifa haya mawili yalikubaliana kutupilia mbali vizuizi vya visa kwa raia wao wote wanaosafiri kati ya mataifa hayo mawili. We recognize the foundations that already exist between our two nations and are pleased to announce the conclusion of a new visa waiver arrangement that will allow citizens of both countries Visa free travel for up to 90 days. Rais William Ruto na Rais Faye walishuhudia kutiwa saini kwa mkataba huo katika ikulu ya Nairobi Jumanne, wamesema mpango wa kusafiri bila visa kwa hadi siku 90 utaimarisha uhusiano wa Kenya na Senegal. This important milestone will foster stronger people to people ties and boost tourism, trade and collaboration. In a bid to deepen our bilateral ties, the Joint Commission for Cooperation remains a vital platform for monitoring and expanding our bilateral agreements. Viongozi hao wawili walisisitiza ahadi yao ya pamoja ya ushirikiano wa karibu katika biashara, amani na usalama, nishati na sekta ya michezo. Our collaboration in these sectors aims to not only enhance prosperity

Rais Ruto amesema Kenya na Senegal pia zitafanya kazi kuondoa vizuizi kwa biashara kati ya nchi hizo mbili. Stephen Leto, Runinga ya yes Citizen.